Kusamehe ni katika sifa tukufu kabisa zinazoyani ju, zina julisha juu ya usafi wa moyo na tabia njema na ukunjufu wa nafsi. Nayo ni miongoni mwa sifa kubwa na tukufu kabisa za wacha Mungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, surat al-Imran, aya ya 133 hadi 134 anasema Allah Subhanahu wa ta'ala, baada ya audhu billahi n

Wallahu yuhibbu almuhsinin. Nafanyeni haraka kuendea msamaha utokao kwa Mola wenu na pepo iliyoandaliwa wacha Mungu, ambao hutoa yani katika hali ya, ya wasaa na katika hali ya dhiki, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wafanyao ihsan. Na akasema pia Allah Subhanahu wa Ta'ala

Mkidhihirisha wema au mkiuficha au mkiyasamehe maovu, ndivyo hivyo mlivyo, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe na ni muweza wa kila jambo. Dada zangu katika imani Ameifasiri maana ya aya hii Al-Allama As-Sa'di katika kitabu chake cha Tafsir As-Sa'di juzi nanani, ni, ya pili ukurasa ya mia mbili na nane kuwa maana yake ni, maana ya aya hii ni kusamehe alio, yani aliyewakosea katika miili yenu na katika mali yenu na heshima yenu, Muwasamehe, kwani malipo yanatokana na jinsi ya kazi. Basi mwenye kusamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, na Allah subhanahu wataala atamtendea mema. Haya yamethibitishwa dada zangu katika iman, pia katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada llahu abdan bi'afwa illa izzan wama tawadhaa ahadun lillahi illa rafaahu llah. Yani amesema mtume sala llah al wa salam, haipungui mali kwa kutolewa sadaka na mtu hazidi kusamehe ila huzidishiwa utukufu, na mtu hanyenyekei kwa Allah ila Allah subhanahu wataala yani humwinua. Haya dada zangu katika imani, yamepokewa na, im na, na Imamu Muslim katika kitabu cha wlnani hadith nambari elfu mbili mia tano na thamanini na nane. Dada zangu katika imani, na mifano ya kusamehe katika historia ya umma, mifano ya kusamehe katika historia ya umma huu na umma uliopita ni mingi, yani kiasi cha kuwa haiwezi kuhisabika, lakini nitataja tu mifano kadhaa Dada zangu katika iman, mfano wa kwanza, dada zangu katika iman wa kusamehe katika historia ya umma huu ni kwamba, ni mfano wa msamaha wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa Maka. Dada zangu katika iman, an Ubay ibn Kaab radhiallahu anhu qala lama kana yaumi uhud qutila alansar arbaa wasittuna rajulan

katika Answar watu sitini na nne na katika Muhajirun watu sita. Wakasema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukipata siku nyingine kama hii, tutalipiza kisasi. Na ilipofika siku ya fathi Maka, mmoja, yani mtu mmoja, yani ambaye hajulikani, akasema, hakuna Makureish baada ya baada ya leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akapaza sauti yake na kuita ni katika weusi ama weupe illa fulani na fulani, na akawataja kwa majina. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya mia moja na ishirini na sita katika surat uh, An-Nahl, na mkilipiza kisasi basi lipizeni sawa na vile mlivyoonewa, na kama mtasubiri, hakika huo ni bora kwa hao wanaosubiri. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuteremshwa kwa aya hii nasbir wala nuaqibu, yani tutasubiri wala hatutalipiza kisasi. Haya yamepokewa na Imam Ahmad katika juzi ya thalathini na tano katika ukurasa wa mia moja na hamsini na tatu na ni hadith namba elfu kumi na mbili mia moja na ishirini na tisa. Dada zangu katika iman, mfano wa pili wa msamaha ni msamaha wa Abu Bakar Siddiq kwa sahaba mista radhiyallahu anhum. Yani lilipotokea uh, tukio la hadithi ya uzushi na kuzama waliozama katika watu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha aya ya kumtakasa Aisha radhiallahu anha, alisema Abu Bakar radhiallahu anhu, na alikuwa akimpa sahaba huyu eh, Mistwa bin Uthatha radhiallahu anhu chakula kwa sababu ya ujamaa na ufakiri wake, akasema Abu Bakar Siddiq baada ya hadithi hii ya uzushi na hapa, kwa Mwenyezi Mungu sitatoa tena chakula kumpa Mistwa milele. Baada yale aliyoyasema ya uzushi kwa Aisha radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake tukufu kuhusiana na hayo katika Qur'an surat An-Nur aya ya ishirini na mbili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala, eh, wala yatali ulul fadli minkum, minkum wasi'ati

Na wasiape wale wenye tabia nzuri na wenye wasaa miongoni mwenyu kuwapa jamaa na maskini waliohama katika njia ya Allah na Wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe? Na Allah subhanahu wataala ni mwingi wa msamaha na mwingi wa kurehemu. Na baada ya kuteremshwa kwa aya hii, akasema Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, kwa nini? Naapa kwa Allah subhanahu wataala, ama kwa hakika mimi napenda Allah subhanahu wataala anisamehe. Kisha akarudia ile hali yake ya kumpa chakula mista sahaba. Huyu mista bin uthatha radhiyallahu anhu na akaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hata acha tena kumpa chakula miswa, yani milele. Haya dada zangu katika imani, yamepokewa na al-Bukhari, sahih al-Bukhari, katika kitabu e, cha tafsir

wama yulqaha illa alladheena asbaru wama yulqaha illa dhu hadd adheem, pinga uovu kwa lilo jema zaidi, hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama ni rafiki jamaa wa kukuonea uchungu. Yani, pinga uovu ukiju u, yani yani ukikujia na adui kwa tabia iliyo bora kuliko yake, hapo matokeo yake ni huyo ambaye uliyokuwa na uadui naye atakuja kuwa kama mwenzako wa kukunusuru na mwenye moyo nini, na mwenye moyo safi. Na hawaruzukiwi tabia hii ya kulipa wema kwa uovu ila wale wenye subra na hawaruzukui hayo ila wenye fungu kubwa la tabia ya wema na ukamilifu wa nafsi. Dada zangu katika imani, nafsi za, za kibinadamu zinahitaji malezi na kuzoeshwa, kwani si rahisi mwanadamu kusamehe haki zake na si wepesi kwake kumsamehe aliyemdhulumu am kumkosea heshima, kwani kumfanyia wema adui, yani, kunambadilisha kuwa rafiki mkubwa na rafiki mwema. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Surat An-Nisa aya ya mia moja na arobaini na tisa, in tabudu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su Fa inna Allaha kana afuwan qadira mkidhihirisha wema au mkiuficha au mkiyasamehe maovu Ndi, yani ndiyo ndivyo mlivyo kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe na ni mweza wa kila jambo dada zangu katika imani wameifasiri maana ya aya hii al-Allama al-Asad katika kitabu chake cha tafsir juzu ya pili ukurasa wa mia mbili na nane kuwa maana yake ni kusamehe aliyokukosea katika mwili wenu na mali yenu na heshima yenu, mwasamehe, kwani malipo yanatokana na jinsi ya kazi. Basi mwenye kusamehe kwa ajili Allah wa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtendea mema. Dada zangu katika iman, kadhalika mwanachuoni mkubwa Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu, Amesema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika Qur'an subra nzuri akataja katika Qur'an msamaha mzuri na akataja kadhalika katika Qur'an utengano mzuri. Kwa hivyo uvumilivu uvu mzuri ni ule ambao hakuna malalamiko, na msamaha mzuri ni ule usioambatana na nini na lawama, na utengano mzuri ni ule usioambatana na nini na madhara. Dada zangu katika imani, msamaha ni sifa tukufu ya kinabii na mfano wake ni msamaha wa Yaqub alayhi salam na, yani kwa watoto wake na msamaha wa Yusuf alaihi salam kwa ndugu zake. Dada zangu katika iman, wanawe Yaqub walimfanyia ulaghai kwa kumnyima, yani yule ambaye moyo wake ulikuwa umeshikamana naye na kumpenda zaidi kuliko baba anavyompenda mwanawe, licha ya ulaghai huo wa O yani, yani wa kumtenganisha Yusuf alayhi salam na baba yake Yaqub alayhi salam ha, yani hakuwatishia baba, baba yao Yaqub hakuwatishia wanawe kuwaua au kuwapiga, na wala hakuwasusia na wala kuwapa kuwa hata zungumza nao maadamu wangali hai. Yani hakufanya lolote, bali alisema nini tasifun bali nafsi zenyu ndio zimekushawishini kufanya jambo, basi subra ndiyo inafaa zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeombwa msamaha juu ya hayo mnayoyaeleza kisha dada zangu katika imani, wakamjia baba yao Yaqubu alayhi ssalam wakasema kama ilivyokuja katika Suratu Yusuf aya tisaini na saba hadi tisaini na nane ya abana staghfir lana dhunubana inna kunna khatiin <tipi> fama kana jawabahu illa an qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim, kisha hao ndugu zake Yusuf walimjia baba yao wakasema, ewe baba yetu, tuombee msamaha kwa dhambi zetu, hakika tulikuwa wakosefu na jawabu ya baba yao Yaqubu alayhisalam ya pekee ilikuwa kuambia nitakuombeeni msamaha kwa mola wangu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehema. Na Yusuf naye, dada zangu katika iman, kwa yale aliyoyapata kutokana na ndugu zake na baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kum kumfadhilisha kuliko wao, hao ndugu zake hakufanya chochote ila alisema: la tathrib alaykum alyawm, yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Leo hapana lawama juu yenu, Mwenyezi Mungu atakusameheni, naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie na atuwafikie tuwe ni wenye kusamehe na kusamehewa. Shukran jazila wa barakallahu fikum.